Wanachadema, people. No reforms, no reforms. Tunawashukuru sana, mmefanya jambo la kishujaa. Nafikiri mwenyekiti wetu amefurahi sana Tuna... tutakuwa na kesi tena tarehe mbili 2 tunaomba mje kwa wingi zaidi Hawa watu wamechanganyikiwa, wanafikia sehemu wanamzuia mpaka jaji mstaafu wa mahakama ya Kenya kuingia Tanzania. Ni watu wamefika mwisho kabisa. Sasa tunakwenda, tunakwenda kwenye kikao cha kamati kuu. Baada ya kikao cha kamati kuu, tunaanza ziara ya noli form kama tulivyokuwa kwenye kanda ya zile. Hakuna kutetereka Hakuna kuogopa. CHADEMA haikatai uchaguzi, iko tayari hata kesho, lakini mpaka mabadiliko yafanyike ndipo tuingie kwenye uchaguzi. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwamba chama kiko imara, kiko sawasawa, na chama ndiyo nyie. Mungu awabariki sana, asanteni sana, msitishike kabisa. Katibu Mkuu, sema jambo moja tafadhali, na washukuru sana kwa kuwepo hapa. Tuko pamoja, no reforms. Asanteni sana, asanteni sana tutafanya second time, tutalishughulikia wanapokuja, mawakili wamelishughulikia watanani.